Kijiji cha Nyuki inakuwa ni kampuni inayofanya vizuri kwenye shughuli za ufugaji wa nyuki nchi nzima, tukiwafundisha wakulima waweke na mizinga, pia hawaachi shughuli zao kwenye mavuno, tutakuwa na double income ya ya kutoka kwenye nyuki na kutoka kwenye kilimo. Kwa mfano huyu huyu hapa, si atavuna asali, mavumbi na vingine vyote, hapa atavuna na alizeti. Mwanzoni alikuwa avune mbegu tu, akivuna na haya, huyu atakuwa na mapato makubwa kwenye kazi ya familia kuunganisha shughuli zetu za kilimo na na nyuki ndiyo ajenda. Nashukuru GIZ kwa kutupa fursa hii ya kutuletea mafunzo haya. Ni baada ya kuja kwenye mafunzo haya, kiukweli najua tuta, tutapata faida kubwa na nimejifunza mengi sana. Napenda kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mradi huu wa GIZ umeweza kutusaidia mbinu mbalimbali za kuweza kupambana na udhibiti wa wanyama waharibifu baina ya wanadamu. Mbinu moja hapo ilikuwa ni ya ufugaji nyuki, ambapo tulifanikiwa kufika kwenye kijiji cha nyuki kilichopo mkoa wa Singida na tulijifunza mambo mengi mazuri. Tunawashukuru pia, kijiji cha nyuki kimetuwezesha kutuletea vifaa kadiri walivyotufundisha na jinsi walivyotuahidi kutuletea hivyo vifaa kupitia shirika la GIZ. Pia nao nawapa Kongole. Tunawashukuru sana. Mungu awabariki. Isa, napenda kutoa shukrani kwa shirika la GIZ kwa kutuletea mradi wa ufugaji nyuki ili kuzuia mgongano kati ya binadamu na wanyamapori ambao ni tembo ambao wanasumbua vijiji vyetu katika wilaya ya Tunduru. Tunashukuru kampuni ya kijiji cha nyuki kwa kutupa mfunzo ya ufugaji nyuki na tutashirikiana na wanakikundi wenzetu kufanya kazi kwa pamoja na kwa juhudi zote. <tinyo> uwezo mkubwa wa kumbuguzi tembo na kumfanya asisogelee sehemu ambako ipo au kumfukuza kabisa. Ni washukuru sana GIZ kushirikiana na kijiji cha nyuki Singida kwa kujitoa. Wamejifunza vitu vingi vingi, vingi. Tulichofanikiwa kukipata katika huu mzinga b propolis, na tumefanikiwa kufunga pia mtego kwa ajili ya kuvuna b Pollen. Na hii ni sehemu ya pili kama ni mwendelezo, yani coaching season two, katika kuvipitia vile vikundi ambavyo vilikuwa vimepata mafunzo pale kijiji cha nyuki Singida. Tumebahatika kuvuna asali, tumepata kama kilo tatu. Tunashukuru kijiji cha nyuki lakini pia na GIZ ambao walitupeleka Singida kwenye mafunzo lakini pia wametuletea mizinga ya nyuki kwa kupitia mradi wa GIZ uweza kusaidia kupambana na wanyama waharibifu hususan hususani tembo. Njia mojawapo ambayo tumeifanya njia wengine, ni njia ya ufugaji nyuki ambayo ina manufaa mengi mazuri kwao. Tunawakaribisha wadau wengine waweze kushiriki, kwani hii inatusaidia kupata mapato na pia tunaweza kudhibiti wanyama waharibifu hususani tembo.